Hii chama ya DCP ni chama ambayo tulikuwa tumeiheshimu uh, tume tulikuwa tumeiona kama kuna mwelekeo, lakini siku ya leo nataka kuambia Wakenya tujihadhari, tuji kwa vyama za utaperi, vyama ambazo zinaundwa na watu wa siasa ambao walitimuliwa kwa serikali wanaunda uh, uh, uh, vyama ambazo zitaharibu uh, uh, imani na sheria ambazo ziko, ziko, ziko Kenya hii ambazo ni za kuchunga uh, raia ambazo pia ni za kuchunga jirani yako, ambazo pia ni za kuchunga na kuangalia mambo ya kupendana. Huyu jamaa amekuja na akatuonyesha ako uh, vitani, ameweka amevaa nguo za kivita, nguo ambazo zinaonekana ni bulletproof, nguo ambazo zinaonekana ni mtu ambaye anataka kuchochea watu waweze kupigana. Na mimi nikafika pahali nikasema sitaweza kufuata mtu ambaye ako kwa vita amevalia bullet proof, na mimi sina bullet proof, na ndio sababu ukasikia kwa vyombo vya habari akisema ya kwamba Mheshimiwa Koimburi apatikani, sababu mimi siwezi fuata mtu ambaye ako na bullet proof na mimi sina. Mimi siwezi enda vita na Wakenya. Mimi nataka kuunganisha Wakenya, nataka tukae pamoja na Wakenya, nataka tuweke amani katika jamhuri la Kenya, lakini mambo ya kupiganisha Wakenya. Kenya hiyo ndio nimekataa na nikasema mlengo wangu ni ule mmoja tu wa kurekebisha pahali naona makosa imepatikana na kuhakikisha maendeleo yamefikia watu wangu wa Juja. Jambo lingine, mnaona mimi nilikuwa diehard wa his excellency Rigathi Gashagwa kutoka wakati huyu jamaa alitimuliwa kwa serikali. Nimekuwa nikimfuata, nimekuwa nikimheshimu, nimefanya mambo mengi, hata nimeingia kwa, kwa sel, nimefungiwa, niko na makesi mengi ambayo yanaendelea kotini. Hii makesi yote nimeletewa sababu ya kufuata Riggy G. Na mimi ninasema kupitia vile, kulingana na vile niliona siku ya Saturday alienda akahongwa akapewa milioni tano ndi aweze kuleta Rois Kinyanjui awe mbunge wa Juja Constituency come 2027. Na mimi hii ni mambo ambayo siwezi kubali kwa chama yeyote ambayo inachukua hongwa ama inachukua pesa kwa watu ambao wanataka kusimama kwa vio vya aina fulani. Mimi natoa tahadhari nyinyi ambao ni aspirants ambao mnatangatanga mnashindwa muingie kwa vyama gani, msijaribu kuingia DCP. DCP ni ya wataperi, utachukuliwa pesa zako na hakuna pahali utapeleka hao watu. Yafaa uachane na hiyo chama ujiunge na vyama ambazo hazina ukora, vyama ambazo zitakupeleka pahali na ufikie your destiny. Mimi ile kitu ningeomba ni His Excellency William Samoei Arap Ruto nipatie mali yangu ya Juja, barabara za